Tunaweza kusema nini pale ambapo mtoto mdogo hujua historia ya kivita ambayo hakuwahi kufundishwa? Pale ambapo anaogopa vitu ambavyo vina uhusiano wa moja kwa moja na kifo chake cha zamani? Simulizi hii ya ajabu ilizidi kuwatia watu wengi mshangao na kuwafanya kujiuliza maswali mengi kuhusu nafsi, roho na uwezekano wa kuzaliwa upya. Je, ni kweli kwamba roho inaweza kuendelea kuishi na kurudi tena katika mwili mwingine, au ni fikira tu zisizo na msingi wa kisayansi? Endelea na Utafiti Media kwa simulizi zaidi zinazofungua milango ya maisha yasiyoonekana. Hii ni Utafiti Media na mimi ni mwalimu Desire Profesa. Karibu dunia na maajabu yake. James C. Arthur Flodius ni mwanaume aliyekumbuka maisha ya zamani katika mji wa Petra. Wakati James Arthur Flodiu alipokuwa na umri wa miaka kumi na miwili, alianza kupata ndoto za ajabu sana. Ndoto hizo zilikuwa zenye utata, mambo aliyoyaona hayakuwa wazi, na picha zilijitokeza kwa namna isiyofahamika. Hata hivyo, kadri muda ulivyopita, ndoto hizo zilianza kubadilika, zikawa wazi zaidi na maono yakawa ya kueleweka. Katika ndoto hizo mpya, Arthur alianza kuona mji wa ajabu uliotengenezwa kwa mawe ulioko juu ya mlima. Ndani ya mji huo kulikuwepo masinagogi kadhaa na mitaa yake ilikuwa imetandwa kwa vumbi la kale lililojaa historia. Ingawa ndoto hizi ziliendelea kurudia rudia, Atha hakuzielewa na alizichukulia kuwa ni za kawaida tu akazipuzia. Lakini siku moja Alipokuwa ufukweni na familia yake jambo la kushangaza lilitokea. Arthur aripo alipokuwa kicheza na mchanga wa ufukweni alianza kupata maono ya moja kwa moja, sio ndoto tena. Maono hayo yalikuwa wazi kabisa, aliweza kuona tena ule mji wa mawe kama alivyoona mara nyingi katika ndoto zake. Kilicho stajabisha zaidi ni kwamba alihisi hata harufu ya vumbi kutoka kwenye mji huo wa kale. Tangu siku hiyo akaanza kurudi mara kwa mara ufukweni na kila mara alipochezea mchanga maono hayo yalirudi kwa nguvu ile ile. Safari hii aliona hata zaidi mitaa ya mji, kamba za kijeshi na miundo mingine ya ajabu. Arthur ambaye tayari alikuwa amewahi kusikia kuhusu dhana ya kuzaliwa upya reincarnation alianza kuamini kuwa huenda aliwahi kuishi hapo zamani pengine kama mwanajeshi katika mji huo wa mawe. Lakini kwa kuwa hakuwa na uthibitisho wowote alibaki na maswali bila majibu kwa muda mrefu. Miaka ikasonga hata akazeeka. Siku moja, akiwa nyumbani, alitazama makala moja ya television iliyokuwa ikirushwa na BBC ikielezea kuhusu mji wa kale wa Petra ulioko nchini Jordan. Alipoona mji huo kwenye television, alishangaa sana kwa sababu yote aliyoyaona kwenye ndoto na maono yake Yalikuwa yakifanana kabisa na mji huo wa Petra. Hapo ndipo Arthur aliamua kuwasiliana na BBC. Shirika hilo likamwalika kushiriki kwenye mahojiano pamoja na wanakiolojia, archeologist, wataalamu wa historia ya kale. Kwenye mahojiano hayo, Arthur alielezea kwa kina kuhusu muundo wa mji huo, barabara zake na maeneo mbalimbali. Wanakiolojia walishangazwa mno. Alielezea mji huo kwa undani kiasi ambacho mtu wa kawaida asingeweza kufanya, sembuse mtu ambaye hajawahi kufika Jordan hata mara moja. Habari hiyo ilipowafikia serikali ya Jordani, walimwalika Arthur kutembelea mji wa Petra. Alipofika, alitembea ndani ya mji huo wa kale bila msaada wa ramani wala mwongozo. Alijua kila njia, kila kona na kila jengo, kama mtu aliyewahi kuishi humo. La kushangaza zaidi Arthur alianza kuonyesha maeneo yaliyokuwa bado hayajachimbwa. Akasema, mkichimba hapa mtakuta masalia ya jengo fulani la zamani, na walipochimba walikuta kweli kama alivyoeleza. Aliendelea kueleza mambo mengi zaidi kuhusu mji huo ambayo hata watafiti waliobobea katika historia ya Petra hawakuwa bado wamegundua. Maarifa yake ya ndani kuhusu mji huo yaliwashangaza wote waliomhoji. Je, Tukio hili linatufundisha nini kuhusu kuzaliwa upya? Kisa cha James Arthur Flodiu kinaibua maswali makubwa kuhusu asili ya roho ya binadamu, maisha ya awali na uwezekano wa kumbukumbu kuvuka kumbu maisha tofauti. Inawezekana kweli kuwa nafsi ya mtu inaweza kuishi tena na tena ikibeba kumbukumbu zilizopita? Simulizi hili linasalia kuwa moja ya mifano ya kusisimua kuhusu dhana ya reincarnation, na linaendelea kuwavutia watafiti wanafalsafa na watu wa kawaida duniani kote. Asante sana ndugu mpendwa msikilizaji, mfuataji kwa kutazama hii video mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe hapo chini, ujiandikishe ili kupata visa vingine vya kusisimua kama hiki. Hii ni dunia ya siri na sisi huangaza giza la ukweli usiojulikana. Ubarikiwe tena, ufanikiwe.